Ehe, nimekukamata! Yaani weni wa kujitwika ngozi ya kondoo wakati huu nyoka hivi eh? unafikiri sikujui? eti muone mwana idhaya, wewe uliyekosa haya. Nilitokwa na maneno yaliyomwacha Shora mdomo wazi. Unaongelea nini Tunu? mbona sikuelewi? aliniuliza kwa mshangao. Sikutaka kuongea, nilitoa simu nikamuonyesha Hizi huzijui wewe? Hapana, sizijui alinijibu. Sikutaka kuamini kuwa hazijui, nilimlazimisha ila alikana kuzijua. Haya, niambie ujumbe upo unaoongelea. Angalia mkononi mwako. Nilijiangalia nikajikuta nina karatasi imebandikwa mkononi mwangu. Nilishangaa, imefikaje na muda gani? Nilipoiangalia vizuri, niligundua ina maneno, nikasoma: wewe ni mzuri sana na unapendeza kwa vyovyote vile, hali ulionayo isikufanye ujione huna thamani kwangu. Uchumvi ndani ya chakula nisipokuweka, kamwe sitaweza kula chakula hicho. Naomba unipe nafasi ya kufanya ujione umebarikiwa na kuheshimika kati ya mamia na kupenda tunu. Nilimaliza kuusoma ujumbe ule, huku machozi yakinilenga. Niliona aibu kumwangalia Shora, baada ya kumwagia mbolea ya matusi. Sikuwa na cha kuongea, nikabaki nimeinama kama kobe aliyeona adui. Shora alinisogelea na kunikumbatia hizo meseji sijui aliyezituma aliyezituma na nia gani, ila nataka nikuhakikishie kuwa nitakulinda kuanzia sasa mpaka mwisho wa uhai wangu. Maneno yale yalinipa amani sana. Sikutaka kuwaza kitu kingine. Nilipanga kumwaza Shora Shora tu. Hakika alianza kuniteka. Siku ya siku ilifika, sikuwa na mambo mengi kwani sikuwa na ndugu wala rafiki niliyemwalika. Ndoa yetu haikuwa ya kanisani bali ya bomani. Tulienda mimi, Shora na watu wengine wawili kama mashahidi. Mkuu wa wilaya hakuwa na mambo mengi, alitukabidhi karatasi za kusaini ambazo zingetuthibitisha sisi kuwa mke na mume. Tulikabidhiwa karatasi ambapo kila mmoja alitakiwa kusaini. Nilianza kumwona Shora akitetemeka mikono. Kila alipojaribu kuandika, mkono wake ulitetemeka. Alijikaza ila alishindwa. Nami kwa vile nilikuwa sijaandika chochote, nilimshikisha ili aweze kuandika. Tulijitahidi mpaka akaweza kuandika. Baada ya hapo niliandika upande wangu, nikamaliza. Hatimaye nilikuwa mke halali wa Shora, tulivalishana pete. Baada ya hapo tulirudi nyumbani tukafanya sherehe ya watu watano tu, mimi, Shora, wasimamizi wetu na mama yake Shora. Usiku ulipofika waliondoka na kutuacha peke yetu. Kizaazaa kilianzia hapo. Shora alisema tulale vyumba tofauti kwani alikuwa bado na shauku iliyopitiliza, hivyo siku iliyofuata ningehamia chumbani kwake. Mazima nilimwamini, sikuwa na papala, maana kama mume tayari alikuwa kwenye himaya yangu. Sikutaka kumshikia kuku wangu manati, nikiamini jioni angerejea bandani. Kwa vile tulikuwa tumekwisha nunua vyombo vya kupikia, nilienda sokoni siku iliyofuata na kuemea baadhi ya mahitaji, nikaweka ndani. Nilikuwa vizuri kwenye mapishi, maana nilishawahi kuwa na mgahawa, ila nikaufunga, kwani mtaji uliniishia. Nilipika chakula mpaka mwenyewe nilikitamani. ilipofika usiku Nilijiandaa vyema nikatenga chakula changu mezani, nilioga vyema, nikajipulizia marashi, nikamgojea mme wangu arudi. Wa ndoa yetu ni kama vile ilikuwa na siri, maana hata kazini hakuomba ruhusa, alienda kama kawaida. Usiku baada ya kula nilisubiria mme wangu aniambie wa twende chumbani, lakini baada ya kula aliniaga kuwa alikwenda kulala. Kwa hiyo unaniachaje sasa? nilimuuliza baada ya kuona asemi kitu. Ah, yani leo nimechoka sana, tufanye kesho. Twende nikakukaa nikakukande uwe sawa. Hapana, nenda tu kalale. Sawa nakuja. Hukoko wapi? aliuliza huko chumbani, sitakusumbua. Hapana, kesho natakiwa nijiandae. Alivyosema hivyo, nilichoka kwa kweli, sikutaka kumwazia vibaya mapema. Nilivumilia, nikaenda kukumbatia mto. Asubuhi nilipoamka, niliandaa kifungua kinywa na kumwandalia nguo mme wangu sikutaka kumwonyesha maaba ndindindi kwa kujionea aibu na kuhofia. Alienda kazini, nami nilibaki nyumbani. Sikuwa na rafiki wala jirani, kiufupi maisha yangu yalibadilika sana. Laiti kama mtu angemwona Tunu wa Sinza na yule wa Shekilango, haki angestaajabu. Nani hakunijua Sinza kwa tabia zangu, mkorofi mimi, msutaji mimi, mbea mimi, mlopokaji mimi, yaani mdangaji mimi. Tangu Dula niache nahisi ni kama niliyebatizwa upya. Tangu Dula niache nahisi, ni kama niliyebatizwa upya, hata jina la Tunu halikunifaa tena. Jioni ilipofika niliandaa chakula vizuri na kutenga mezani. Mme wangu aliporudi, nilimkaribisha, nilimwambia siku hiyo nilitaka nimwoshe mwenyewe, ndio tuje kula. Hapana, muda wa kuoga pamoja hujafika, wewe nenda kaandae chakula. Shora hakutaka kunishirikisha habari za mwili wake, nami sikubisha Nilikubali japokuwa kwa shingo upande. Muda wa kula, tulikula vizuri tena, kuna muda alikuwa akinilisha na kufanya matani ya hapa na pale. Baada ya chakula ulifika muda wa kwenda kulala. Nilimwangalia akajifanya anioni. Shora, muda wa kulala umefika, si kesho naamkia kazini? nilimwambia. Aa, ni kweli kabisa tena kuna kazi nyingi kesho, aliongea. Haya, Aa, ndo leo, eh? Haya twende sasa tukalale, nilimwambia nikiwa tayari nishainuka hivi, ndo leo, haya twende. Tuliongozana mpaka chumbani kwake. Tulipofika wote tulisimama, hakuna aliyeanza kupanda kitandani. Baada ya muda alipanda yeye na nguo zake na kujifunika shuka. Nilipigwa na butwaa. Kwa hiyo ndo tunalala hivyo? Nilishindwa kuvumilia, ikabidi nimuulize, kwa leo tulale hivyo hivyo? Kwa vile ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kuingia chumbani kwake, sikutaka kuleta fujo. Nilipanda nikavuta shuka lilojifunika ili nijifunike. Cha ajabu, alilivuta kwa nguvu upande wake. Alinionyesha lingine lililokuwa pembeni ndio nijifunike. Sikutaka kubisha, nilivuta shuka nililoonyeshwa nikajifunika. Sikupata usingizi, nilikuwa nikimwazia muda wote Shora au anaogopa nitamwambukiza virusi. Nilijiuliza, kama ni kweli anaogopa, sasa kwa nini alikubali kunioa wakati anajua? Ila si alisema kwa dawa alizonipa siwezi mwambukiza yeyote tena. Kuna siku alisema tuko sawa, ina maana alimaanisha nini? Nilijiuliza bila kupata jibu. Ilinichukua muda kupata usingizi. Asubuhi nilipoamka sikumwona kitandani. Wakati bado naangaza, aliingia kutoka nje ameshavaa kila kitu. mi naenda kazini, nitajitahidi leo niwahi kurudi. Sawa, kazi njema, nilijibu. Nilifanya shughuli zangu kama kawaida. Leo ni leo, kama hataki kunipa anipe talaka yangu mapema. Mambo gani sasa haya? niliwaza huku naendelea kufanya kazi zangu. Jioni tukiwa kitandani, nilimuuliza kwa nini ya kutaka kushiriki na mimi. Unajua wewe una mimba ya mtu mwingine, sasa kitendo cha mimi kushiriki na wewe itamletea mtoto shida, na hata wakati wa kujifungua unaweza kupata shida. Kwa hiyo, hiyo ndo sababu au kuna nyingine? Ndiyo, ni hiyo tu Niliogopa kukwambia, nikahisi utajisikia vibaya. Aha, kumbe ni hivyo tu, basi hakuna shida. Hata hivyo, imebaki miezi michache tu nijifungue. Nilimkubalia, ila kichwani kwangu nilikuwa nina wazo jingine. Tulilala kila mmoja kivyake, akiniambia tukisogeleana tunaweza kusababisha cheche kuruka. siku iliyofuata Shola alipotoka, nami nilitoka. Nilienda kwa Anya. Sikumweleza kama niliolewa, bali nilimwambia kuna mwanaume nilikuwa nikiishi naye. Nilimwomba dawa ya kuzuia madhara kwa mjamzito mwenye mimba ya mwanaume mwingine akitaka kushiriki na mwanaume mwingine. Anya alinielekeza dawa, aliniuliza maswali nikayakwepa, sikutaka kujua mengi kwa upande wake, maana yangu tu yalinielemea. Usiku ulipofika, nilimweleza Shola kuwa nilipata suluhisho la shida yetu. We, una uhakika? Ndiyo, sasa tusubiri tupate uhakika kutoka kwa watu wenye utaalamu zaidi. Hivi una shida gani? Lakini nilimuuliza. Sina shida yoyote ile? Hapana kama una shida basi leo nakuomba twende tukaoge wote nikusugue yaani hata hivyo tu Aa, unajua mi sina kitu una maana gani Shora sina kila kitu sijakuelewa ujue mimi ni mgonjwa wote ni wagonjwa hilo nalijua wangu ni zaidi yako unamaanisha nini Nilikaa vyema ili nimsikilize. Sikia Tunu, nikuambie, mwenzio hapa nilipo, sina kila kitu, na hapa nangoja wakati wangu ufike niondoke katika dunia hii. Nilihisi kuchanganyikiwa niliposikia vile, hata hisia nilizokuwa nazo zilipepea kama pumba mbele ya upepo. Una maana gani? Unajua unazidi kunichanganya. Ni hivi, nisikilize vizuri Sawa na kusikiliza. Miaka mitano nyuma niligundulika nina saratani ambayo ilishambulia sehemu zangu za siri. Ilikuwa ishafikia hatua mbaya, hivyo ili kuniokoa walishauri nikatwe sehemu hiyo ili kunusuru maisha yangu. Toba.